Kwani unatembea na mme wangu? Mme upi <laughs> huyo? Acha kujizimaa data wewe mtoto wewe. Najizimaa data mume upi huyo? Naitembea naye kwa jinsi yeye, unavyoonekana hujatulia wewe mtoto. Mimi ni mtu mzima, nimejielewa na nimejitambua, ndio maana nikakufata wewe ili tuongee, ili haya mambo yaishe, tuendelee na amani. Kwa hiyo wakati ulikuwa unaongea ulijua labda haiwezi katokea shida yote ya labda kuweza kusaidiana kama majirani. Nimekuuliza swali nijibu swali. Yale madhara ya nyumbani ndio unaleta mpaka barabarani? Ulikuwa unaenda wapi? Kwa nenda kwa rafiki yangu hapo mbele. Mimi naenda nyumbani, wewe unaenda kwa rafiki yako hapo mbele. Haya, geuka nyumbani huko na mume wako. Unaogopa, unaogopa nini? kama mume wako ana shida na wewe na ni familia tuweti shemeji na wifi ndo anakusumbua akili mpaka uachane utoke kwenye ndoa yako eh? Yaani yao waoni tu kama takataka, lakini kwa kuwa uko pamoja na mume wako, dumu wewe na mume wako na mshikamane. Wewe mume wako sa anakupenda ndio kama mme wako anakupenda, unataka uonekane kwa mawifi na mashemeji kwamba nao nataka uwe nao na ubesti, kuwa besti na mme wako unanielewa. Sasa hivi yani dharau zimezidi, na bora hata mwanzo walikuwa wananionyesha dharau, lakini mume wangu alikuwa hajui. Sasa hivi imefikia kiasi kwamba dharau naonyeshwa hadi mbele ya mume wangu. Hivi kweli ni haki hmm? Mume wangu nimeongea naye karibia mara kibao, tuhame humu ndani, ananiambia tu subiri subiri. Haya, acha niendelee kusubiri, naendelea kukongoroka tu huku ndani. Mi ndo mfanya kazi, kila kitu naachiwa, yani mambo ni mengi. <sighs> Umenisikitisha sana lakini kitu ambacho nataka ni kuache nacho, na ukieke katika akili yako, vumilia katika ndoa yako. Yaani, hakuna nyumba ambayo haina kasoro, nyumba zote zina kasoro. Kwa kuwa unampenda mme wako na mme wako anakupenda, shikamana na mme wako, achana na ndugu na mawifi. Unanielewa? Nakuelewa, mama mkuu. Wako utampenda kama mama yako. Usimuoneshe dharau yoyote, lakini likifika kwenye swala la mashemeji kukudharau wewe achana nao, wewe komaa na ndoa yako. Ndoa ni kuvumilia na wala si kukimbia, unanielewa? Ili ufikie malengo, umuwe na maisha bora, ni afadhali uvumilie katika ndoa yako. Utatoka hapo utaenda kwa mwanaume mwingine, na ukamkuta ni moto zaidi ya yule uliyotoka hivi, utakuwa umekimbia nini? Kama una masikio ya kusikia na usikie, sio nakuja hapo unaniambia ndoa imekushinda hilo swala sitaki tena kulisikia kwenye masikio yangu, unanisikia? Sawa, so, sasa mi naomba nikuache, naenda huko kwa watu wengine. Mamako akija, mwambie nimefika, sawa so, Saidi. Marabaasaidi salama mamangu. Samani ndio mama, nilikuwa naulizia sehemu ofisi za mikopo zilipo. Mamangu mimi so mwenyeji mi ni mgeni mtaa huu. Hujasikia hata watu wakiongeleongelea? Hapana mamangu, ila kuna watu limewapita pale hivi, nasi wanaweza kukuelekeza au kukusaidia. Daddy. Salama za kwako, Salama. Ilikuwa naulizia ofisi za mikopo, mtau sifahamu, labda uko chini, nimeambiwa ziko mtau. Ah, basi ulizia mitaa ya huko nyuma kwa huko. Eh, kwa huko nyuma. Okay, sawa. Asante. Mimi ni mtu mzima nimejielewa na nimejitambua ndio maana nikakufuata wewe, ili tuongee, ili haya mambo yaishe, tuendelee na amani. Kwa hiyo wakati ulikuwa unaongea, ulijua labda haiwezi katokea shida yote ya labda kuweza kusaidiana kama majirani. Wewe yeah, ndio unatakiwa unifundishe mimi, lakini mimi tena asema ulikuwa unanifundisha nini? Mimi nimejua heshima yako, ndio maana nikaja kwako ili tuyamalize. Mama, nikwambie kitu kimoja, fata mambo yako nifate mambo yangu. Jiheshimu na tena jishikilie mtoto wako. Sio type yangu. Wewe tafuta kama ushamjua mtu anayetoka na mtoto wako huyo, ndio deal naye, sio mimi. Sawa, jibebe na usinzoee eh. Hivi ukijana ananchukulia gaji? Niongee yaani, mimi nimekuja naye ili tuyamalize lakini ananchukulia poa tu, ananchukulia mjinga mjinga, ananchukulia taira taira, lakini ajui mi namaanisha nini. Subiri. Kaka, samani samani, nimeelekezwa kwamba mtauu kwamba kuna ofisi za mikopo. Wewe unaishi mtaa gani? Toke Liboru. Sasa hujakosea, naona kama ni Mungu amekuelekeza sehemu sahihi. Sababu so, mimi uliokutana na mimi kuniuliza hilo swali. Mimi mwenyewe ndo afisa wa mikopo katika mtaa huu. Sasa ushe kufanyaga maombi ya mkopo sehemu yoyote? Hapana. A, okay, sasa mimi ofisi yangu iko hapo chini hapo. Samani. Utaratibu wenu unakuwaje? Utaratibu ni lazima uwe na namba ya NIDA alafu lazima uwe na barua ya mwenyekiti ya utambulisho uonyesha kuwa unatokea maeneo gani sahihi ili tuweze kupatia mkopo, na pia lazima uwe na wadhamini zaidi ya wawili, yani kuanzia wawili kuendelea. Hmm. Samahani kama nitakuwa nakuchosha kwa maswali yangu, nafaa kudhaminiwa na mtu yeyote pasipo kuwa na mume wangu pia? Hapana, unaweza ukadhaminiwa na mtu hata kama ni jirani au ni rafiki, kwa sababu tunachokiangalia sisi vigezo vyetu ni kuwa lazima anayekudhamini awe na na nyumba yani, hususan awe ya na kitu ambacho hakiwezi kuamshika. Okay, sawa mimi ofisi yangu iko hapo chini hapo kwa, kwa Mzee Selemba. Nadhani unaweza ukaja ofisini pale kuanzia saa mbili asubuhi tunafungua Jumatatu, Alhamisi na Jumamosi unafungua kuanzia saa tisa jioni. Utakutafuta basi Jumatatu. Ah, shukrani. Purchase your tracks today. Bora hata nimekuona, kwani unatembea na, hmm. na, <laughs> we we. na mume wangu. mume upi huyo? acha kujizima data we mtoto huyo. Najizima data? mume upi huyo? naitembea naye kwa jinsi yeye, unavyoonekana hujatulia we mtoto. Na istoshe, nimekuona mume wangu ni wewe, wala hata sijakufananisha kwa jinsi ulivyovaa vaa. <laughs> Sijatulia labda sijatulia na wewe, mume wako na chapini Mi ni staa huu mtaa, labda alinipenda ndo maana akachukua picha. We mtoto, ustaa sio kwa wanaume za watu wala kwa mwanaume wangu mimi. Peleka ustaha wako huko huko, uko uliko tokanapo. Kwa sasa naongea kwa maneno bado, kwa vitendo nitakuja kufanya kitu kibaya utoamini maishani mwako. Ndio thubutu, mtoto <coughs> <coughs> <Yeah>, <Mbaya>. Mdogo mama mtu mzima, una hata akili kati kubishana na watoto, muone ulipo. Mekuambia mda wote kwamba muwahi dada, lakini utaki kusikia ningefanyaje? <laughs> Ah, unaona sasa, kashafika mda wote huo kaka. Last production. Mashimba tokea mda wote kupigia simu. Ule nakupigia simu naambiwa uko karibu, ndo maana nafika sasa hivi. Lakini dada mwenyewe, unajua mitakasiko yangu na mihangaiko yangu yote. Vile vile vile vile nakumtegemea sana dogo, lakini cha kushangaza mwenyewe kashaniangusha tayari sasa mekua, sio? Lakini sister, hua mwenyewe unajua barabarani kuna jam sana, ndo maana tulichelewa kufika kwa wakati usamee sister. Sio niwasamee so, Okay, dogo so unajua eh, ratiba zangu za kazi naomba mimi nikimbie kazini halafu wewe beba begi la sister. Sister. Tukutane nyumbani. Acha mimi nikimbie kwa mara. Beba begi, tumshangaa nani?

nakuaga na sinaga hata bahati ya kuonana naye, kila nikija ayupo. Hichi sio kipindi cha kuongozana na wanaume, mwanangu. Mwanaume kwanza akikaa nyumbani anakuboa, ni bora atoke tu akatafute. Na ni kweli hivi. Mamkubwa, kuna maswali namuulizaga mama, hataki kunipaga majibu yanayoeleweka, ananipindisha pindisha. Ila leo nimekuja kwako, najua kabisa kuna ntakuuliza na utanipa majibu yanayoeleweka. Ni Sofi, haya maswali gani ya binti yangu? Hivi baba yangu mimi ni nani na yuko wapi? Sio shida, unatukutaje na mtu barabarani tumesimama tunapanga mipango yetu ya kazi alafu wewe unafika unasimama una unatuangalia na kutusunya na kuondoka, maana yake nini? Habari ya kwenda huku na huku wewe ikuhusu. Nimekuuliza swali nijibu swali. Nenda kwa, kwa rafiki yangu hapo mbele. Mimi naenda nyumbani, wewe unaenda kwa rafiki yako hapo mbele. Ha, geuka nyumbani, kila mtu apite njia yake. Sio kila mtu na njia yake? Nyumbani ndio nimesema. Sasa nyumbani, kwani nilikuja na wewe? Silikuwa mwenyewe? Ujana na mimi eh. Sasa unageuka au geuke? Mazuri ndio yaani, mdogo wangu ani, nilisema nitakufanyia kitu cha kufurahisha. Mazuri sana sana. Hapa tunakaa tu, mdogo wangu. Ni kiti hichi, kiti umekiona? kitanda Nawe mdogo wangu, acha ushamba. na naweka mdogo wangu, ni kiti walaakitaachukiona. Eh, ni kochi ya kukaa kiti cha kukaa watu. Eh, watu wa huku ndo wanakalia Enye <laughs> <laughs> mdogo wangu, wewe na mambo si kweli, ndo hotel. Unasema ni kiaje? Oho, SG Resort. Wana huduma nzuri. Wana huduma kabambe. Wow, wow, wow. Asa hey, jamani dada, Eh. Mimi hata hey, siwi nikwambie. Eh, hata nikushukuru kushukuru, nikushukuru ukushukuru, ni gani? jamani <laughs> sasa. Sijakupeleka sehemu husika. We, ukiziona mama mbona utazidi kuchanganyikiwa mara mbili hapo. We, dada wewe, ukiingia huko kwenye vyumba vyao. We, amazing. Ukiingia kwenye hivyo vyakula vingine ambavyo hatujavila, nikikupeleka utachanganyikiwa hmm? Ulivyokuja, si uliona wazungu walivyozaga huko. Nimeona hivi ni wengi, yani kila kitu sasa basi dada dia, nimeka sehemu ni nzuri, ni nzuri, yaani ni nzuri. Nikanangalatasile moja inaitwa Dhaifu. Dada wewe, yaani naona kama inalingana na hii, wana mambo makumu waweacha mmoja. Dada kwani wale wasanii ni wawapi? Wale ni wa Arusha hapa.

pembeni na vicheku vyao hawakutaka kunisikia, sema na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma mtaani na chungea, yani sina msaada, ninapopita barabarani wanaongea.